Kwa jina anaitwa Aquila Gaspar. Uh, ni footballer uh, nacheza Fountain Gate Princess kama mt, kama mchezaji kiongozi na maanisha captain uh, lakini nimefurahi tembelea kupata kuongea na waandishi wa habari kwa maana Karagwe ni nyumbani, Karagwe ni nyumbani. Sikuwahi kupata nafasi ya, ya kuzungumza au kupewa nafasi ya kukutana na nyinyi na, na, na au kuzungumza na na Karagwe, for day ni first day, na uh, tumaini mazungumzo atakuwa mazuri kwa maana kuna some projects na plans tutapata kuzungumza. Okay uh, before Fountain uh, nadhani nimepata kupata nafasi ya kupita timu tofauti tofauti, kwa maana nimepata kucheza Kigoma Sisters nikapata kucheza Mandi Queens, Simba Queens, then Fountain Gate ambao, uh, kidogo ni club ambayo imepata muda wa kutumikia kwa muda mrefu, nau ni kama msimu wa tano unaenda, ni club ambayo kidogo ni ina mwanga inaonyesha mafanikio kama mchezaji unataka kukua. Mimi naweza kusema nimezaliwa upya kwa Fountain, nikakua nikakua nika katika, that's why nimetumia muda mrefu, na si kwamba nipo tu, na ni kwa sababu kila msimu nakuwa napata mabadiliko na wa kukua. So uh, safari haikuwa hawezi kakua tu sehemu, kila slice kama unajua Uh, nimezaliwa Karagwe kama nimezaliwa ni Karagwe, nimesoma Karagwe, japo sijasoma mpaka hivyo kidato cha nne, lakini kwa mazingira ambavyo yapo na geographically, lazima ingekuwa vigumu kwa maana jamii ambayo tuko na familia kwa mtoto wake kucheza mpira lazima ingekuwa tu changamoto. Uh, ilibidi tu kujitoa mwanga, nasema kujitoa mwanga au kukubali changamoto zile sehemu ya maisha ya madinize Kukamilisha ya ndoto zangu. Ah, changamoto kubwa ni kwamba wewe ndo unaanza, hakuna mtu ambaye yupo juu yako. Yaani sawa, una ndoto una talent, lakini <coughs> hakuna mtu ambaye ametoka kwenye ile jamii amfanya kitu kama chako no. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kuaminisha, ilikuwa ni kazi kuaminisha familia, even jamii, watu ambao wanazunguka kwangu mimi. Kwangu, kwangu mimi nilichukulia nilichukulia tu kama ni sehemu tu ya safari yangu ya mafanikio, kwa maana nilikubali kupokea kila aina ya changamoto kama kudharauliwa, kutengwa. Yes, sometimes hata kukaa nje ya familia yangu kwa, kwa baada ya miaka. Lakini najua hakuna mzee ambaye apendi mwanaye asifanikiwe ya. A, lakini safari inavyozidi kukua nzuri, jamii inakuja na ndo kama hivi ya. Haujawahi kufanya lakini tumefanya. Na tumefanya hivi, ni mwanzo tutafanya zaidi na watu wengine zaidi. Kwa hiyo mimi nashukuru um, nichukua changamoto nikabeba mabegani, zimenifikisha hapa hivyo naniona yes. Uh, I, I, I, I think football uh, mpila ni mchezo wa wazi. Mpila ni mchezo ambao unachezwa wazi, kila mtu anaona, then hata wewe mwenyewe lazima ujiangalie, kama unaona kuna future lazima ujifuatilie. Kwa mimi nasema uh, baada ya jamii ya familia lazima ukata, lakini babangu mimi alinipa nafasi kwamba Yesu, kisha kwenda huko duniani utajua kuna wanamichezo wenzako kule, support iko kubwa sana. Uzuri wanamichezo si tunatengwa sana na jamii, jamii iko mbali sana, sisi tunasaidiana sisi kwa sisi. Ukikwisha okay, kuwa umeondoka kwenye familia yako, umeamua kucheza mpira very serious, ukakuwa confident, ukakuwa na discipline unakutana na watu ambao wanatafuta kama wewe. So kwenye kutafuta umekutana na watu wengi tofauti tofauti eh, kwenye kunyanyuana ndio kama hivyo. Nimebahatika nikakutana na mkurugenzi wa HLAC and Martin Company wakanipa support ya kunilink na jamii dai. So hata yeye nimetambua kama nipo kwa sababu anakuja sipatia any support ya kwanza kabisa anasema jamii inaweza nikasema sometime, waona makosa au wazazi, kutokana na kwamba na waliotangulia kwa wanafanya nini lakini nowadays, mpira wa kike umekuwa tofauti. Mpira wa kike unakuwa kama unaona, ligi inakuwa tunapata wachezaji wengi wanatoka abroad wanakuja kucheza Tanzania, ina maana changes zinaonekana, lakini pia uandishi wa habari mnafanya sana kazi kuwaelimisha jamii na kwao wanaelewa, lakini pia hata sisi ambao tuko tunatangulia tunafaa vizuri, uh, uh, tuna naweza nikasema hivyo, kwa maana tunarudi kama hivi kwenye jamii, na maana mzazi haezi kumkataza mwanake anaona aliyetangulia anafanya vizuri, na maana tunarudi kwenye jamii. Uh, mambo ya maendeleo yanaonekana. Tulizoea mtoto wake tu kucheza ndio hivyo tu ataonekana mchezo wa uni, lakini hapana. uh,

tunacheza mpira, familia zetu zinatutegemea, means tunazidi kushawishi jamii na na wazazi wengine kuruhusu watoto wao, lakini pia tunawamotivate hao wenyewe watoto wenyewe hakika ambao wanapenda pia. Wataanza kuona, yes, I can do something naweza nikafanya kitu kama fulani alichofanya. Kwa hiyo mimi kwa wenyewe si, sitaki kumlaumu mtu. Yote katika hili ni kwamba ni mifumo ambayo ilikuwepo, lakini kadri tunakuwa naona mabadiliko yanakuwa, yanakuwa, yanakuja kwa kasi zaidi. Nasema kwa yenye ndoto uh, kikubwa tu nene, ni, ni, ni, ni discipline, ni nidhamu pia pia, watoe kwenye moyo kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani kitu fulani. Unajua mzazi mze kaacha mtu tu aenda akaharibikiwe aka lazima tu atakuwa mkali kwe, andoto, Kwa hiyo ambao wana ndoto kweli waamue kwamba mimi naenda kucheza mpira wauishi mpira na watambue kwamba mpira ni maisha, mpira unatupa maisha. Uh, uh, mimi kwa kwanza na nawapongeza na, na, na kwanza sana, kama kina Hluck ambao tunatamani watokee wengi zaidi, kwa maana watasaidia kuwapata watoto wengi sana ambao ambao wako mitaani. La, lakini hawawezi wakaja tu, lazima sisi wenyewe au watu wenyewe wa mamlaka tufanye jambo. Ah, bado tunawakosea sana wana Karagwe, naweza nikasema hivyo. Watu wengi wanapenda sana kuinvest, lakini mtu aweza akainvesti kama ajaona? Ndio, ndo kama hivi tunakuja hivi, kama hivi tunaonekana. Kwa hiyo mimi nategemea ya tutaenda kuweka good plan kwa kwa maana kwamba uh, tuje kwa kwa mfano kwa kila kata kukaa na good pitch ambayo watu watacheza pale, watoto wa kike watapata kuonekana, hata wale ambao wanatamani kuwekeza watazidi kujitokeza, watazidi kujitokeza zaidi. Watu watasoma na maana watalenge, watu watasoma coaching course, na watu watasoma coaching courses, na maana na watu wakisoma courses watakuwa wanasimamiwa na watu ambao wanaelewa football, watakuwa wanaelewa michezo jinsi ilivyo, watafanya referees Siku hizi TFF wanaruhusu watu wanasoma COVID, vikisha, kuwa, kombucha, wingi, zahiri, kwa vitu kama hivyo vikishakuwa vimekuja, nadhani hata mainvestor kinakumbuka watakuwa wengi zaidi, kwa maana fursa zipo na vipaji vipo sana tu, lakini ndio hivyo opportunities na mipango ndio bado haijakaa sawa. Kwangu mimi mimi naweza nikasema nilienda Lion Sport na nilienda kwa kwa loan ya ya 3 months was na nilienda kucheza tu Women Champions League uh, kwa maana kwamba light wange sign ningetumikia ninge Lion Sport lakini sipata kutumikia Lion Sport kwa maana uh, pesa yao pesa yao ilikuwa kidogo ligi yao bado haina thamani kama ligi yetu ligi ya Tanzania imekuwa ligi yetu ya wanawake sasa hivi imekuwa na ina thamani thamani ya ligi yao ni ndogo pesa ambayo nitakamiwa nilipe wao ilishindikana kwa hiyo ikabidi mimi nirudi Tanzania nilipo hapa nicheze ligi ambayo ina competition Yes, nafikiri changamoto ilikuwa ni thamani ya ligi ambayo mi natok na ligi yao ambao wao wasingeweza kutoa place kubwa. Aa, nikacheza kule wakati ligi yao haina thamani kivyo, so iliku, changamoto ilikuwa ni hivyo tu. Ah, na, nafikiri na, ni, ni, ni plan ambazo nimesema tuna, nimeanza na ndo nimekuja, na nashukuru mmenipokea vizuri viongozi wangu. Nafikiri tuna muda wa kukaa na kuzungumza mengi na kupanga vitu vingi, kwa maana sasa mtu akitoka, ukishakuwa umefanikiwa bado una fursa ya kuwasaidia watu ambao bado wako chini. Mimi ni mtu ambaye natamani nione kila kata kuna timu ya kike ya wasichana wakicheza football, kwa sababu naamini wapo na, na, na wanaweza wanaweza, wanaweza, wanaweza nguvu, talenti ziko, lakini ni ile tu ile tu nafasi. Mimi naamini kama kutakuwa na nilivyosema mwanzo coaching courses, uh, kwa kila kata kukaa na walimu ambao wamesoma, tukawa na pichi nzuri, uh, msisitizo ni wazazi kama watawakataza watoto wao kucheza means, na ni plan ambazo ninazo, uh, kutamani kwamba kila kata kukiwa na team tukikuja kufanya festival tukafanya hizo tukafanya hizo mashindano kila kitu tu, tunaweza tukapata hata ligi ya wilaya wenyewe tu watoto wa kike wakacheze. Kwa maana na ini mashuleni wako na sisi tumetokea mashuleni wako ambao wana uthubutu na wanatamani lakini wanakosa sehemu. Kwa hiyo mimi najua tuna kazi kubwa ya kufanya, na mimi viongozi wapo na, yes jamii sasa inaenda ikitambua taratibu, kumbe kama mtoto kama Aquila leo anaweza kufikia hatua kucheza Fountain Gate, kumbe tunao kina Aquila wengi ambao mpaswa watengenezwe. Amesema vizuri Aquila kwamba Eh, ili kuwapata watu wa aina hilo pia, lazima kuanzia ngazi za shule ya msingi na sekondari, pia lazima kuwe na uwekezaji wa walimu ambao ni walimu wa michezo. Kama zinakuja kozi mbalimbali, nadhani tunao baadhi ya walimu ambao tayari wana wameshapitia hizo kozi, kwa kuna haja ya kutengeneza sasa, kufungua mifumo kupitia ma viongozi wetu wa wilaya wa kiwilaya, hususan maafisa michezo eh, kutengeneza eh, namna zilizo bora kupata vijana mbalimbali mbali ambao watapita katika mfumo sahihi. E, na hatimaye tuwe na akina Aquila wengi. Maana yake nini? kupitia mashindano ya Umitashumta tunapata watoto, kupitia mashindano ya Umiseta tunapata watoto. Je, baada ya mashindano hayo, hao watoto wanafanya nini? Je, ni kwa ajili ya mashindano tu, baada ya mashindano wanapotea? Kupitia chama cha mpira chini ya Mr Karim na katibu wake Msabu Bataleis, tutategemea kuona pia sasa tukitoka huko mfumo wa kuwa na ligi za za wanaume za wa tu basi wapange walau hata mara moja kwa mwaka tuna ligi fulani ambayo itakuwa inahusisha mabinti. Kupitia hiyo itaongeza ita hamasa Karagwe kupata watoto design ya Aquila. Wanapopatikana, wapo wadau mbalimbali, kina Hamisi, wapo wengi ambao wanahitaji kuwaona, watakuja mascouts wataona vipaji na, na wenda tukapata sasa wengi wa kuwasogeza eh, jikoni kwa maana ya mikoa ya karibu, mkoa mbali, Dodoma, Dar es Salaam ambapo mpira unachezwa sana. Kwa hiyo ninaamini kupitia fursa hii na hususan press hii itafungua njia kwa watu walio wengi sana. Kama chama cha mpira chini ya mwenyekiti ndugu Karimu Amri, najua tutamshawishi mheshimiwa wetu mbunge wetu Mheshimiwa Bashungwa kwa ajili ya kuweka ligi ndogo kwa ajili ya kina dada. Kwa hiyo tunawaahidi wanahabari, ligi kama katibu, nitajitahidi, tutakuwepo so na ligi ya wanawake.